ya Kesa Kilolo, anajuaje mwandishi kwamba hii ndio kipaumbele cha watu wa Kesa Kilolo? Anajuaje taa mm -hmm. Mnajadili leo ili, sasa kule tunajaribu kujenga waandishi ambao sio makasuku, amesema akizindua, kuzindua na kusema sio habari ila ni chanzo cha kupata habari. Tunataka turudi chini kwa wananchi kuandika habari za wananchi. Waandishi wa habari nchini wametakiwa kuandika na kuzalisha maudhui yenye tija, ubora na viwango vinavyogusa maslahi ya umma sambamba na kuchochea maendeleo ya jamii. Rai hiyo imetolewa na Mkurugenzi wa Tanzania Media Foundation TMF, Dr. Dastan Kamanzi wakati wa mafunzo kwa waandishi wa habari na wadau wa sekta hiyo yaliyofanyika mkoani Iringa, yakiratibiwa na Umoja wa Klabu za Waandishi wa Habari Tanzania UTPC kwa kushirikiana na IMS, ni kuona katika nchi yetu waandishi wa habari wakifanya, waandishi wa habari ambao wanazalisha maudhui yenye viwango vya ubora, lakini kwa wingi, lakini yenye mguso. Ninaposema mguso, maanake ni kwamba ni uandishi ambao unagusa una umma, unagusa maslahi ya umma unagusa e, watawara kwamba watawara waweze kuwajibika na kufanya wajibu wao ili kuleta maslahi ya umma, sawa sawa. Lakini pia ni uandishi ambao unawafanya wananchi waweze kuwa na ufahamu mpana wa kuweza kudai uwajibikaji kwa watawara au watu walioweka madarakani. Lakini pia ni uandishi ambao unalenga pia e, kuibua kuhu, mambo ya kijamii ambayo mwisho wa siku yaweze kufanyiwa au kutatuliwa kwa namna fulani. Sasa uandishi huu au ah, waandishi ambao wamepata uandishi huu kwa leo, bila shaka wanaweza kwenda kufanya kazi yao vizuri, na katika mkoa huu wa Iringa waandishi ambao wako hapa uh, yum, yumkini watabadilisha namna ambavyo wanafanya uandishi wao hapa kwenye mkoa wa Iringa na na wengine ambao wametoka mikoa mingine. Awali, akifungua mafunzo hayo, Mkurugenzi wa UTPC, Kenneth Simbaya, amesema mafunzo hayo yanakwenda kuwajengia uwezo wa waandishi wa habari hata kuandika habari zenye kuibua hoja za kijamii na kuchochea uwajibikaji miongoni mwa viongozi na taasisi mbalimbali, huku akiwataka waandishi wa habari kuwa wasikilizaji wazuri ili kupata taarifa sahihi zitakazowezesha kufanya uandishi wa uchunguzi wenye tija. Kwa mfano, anapoandika jambo kuhusu Kihesa Kilolo anajuaje mwandishi kwamba hii ndio kipaumbele cha watu wa Kilolo? Anajuaje discussion tutakazokuwa mnajadili leo? Ili sasa tunajaribu kujenga waandishi ambao sio makasuku. Sikiliza kwanza sababu so, ukisikiliza utajua ulize maswali gani. Sawa? so, Zabu, utafiti una layers zake. Utafiti una layers. Victor Maleko ni msimamizi wa mafunzo kutoka UTPC. Amesema mafunzo hayo yanalenga kuwaunganisha waandishi wa habari na wananchi ili habari zinazotolewa ziwe zenye manufaa kwa jamii. Ina nzuri eh, wananchi wamepata fursa ya kueleza changamoto ambazo wanakutana nazo hapa Iringa na, eh, waandishi wa habari walioko hapa ni waandishi ambao wanapita kwenye mchakato unaitwa, eh, eh, IJ Fellowship. E, ni fellowship ya kuhusu uandishi wa habari za uchunguzi ambao sasa wakiwa hapa wanaokota ama wanakusanya idea mbalimbali mbali ambazo wananchi wanazo, na tukao mchanganyiko wa watu wengi. Serikali walikuwepo hapa e, wamiliki wa vyama vya bodaboda e, viongozi wa dini, wanafunzi kutoka chuoni, e, mchanganyiko ulikuwa ni mkubwa, na idea nyingi zimetoka hapa, na tunaamini kutokea hapa sasa tutaanza kuona habari mpya ama habari ambazo zina maslahi kwa umma, habari ambazo zinawagusa wananchi moja kwa moja, kwa sababu eh, research zinaonyesha kabisa kwamba eh, community imepoteza eh, interest na media kwa sababu ya stori ambazo zinaandikwa hazigusi mahitaji ama hazikidhi mahitaji ya wananchi. Kwa hiyo tumekuwa hapa kwenye seminar hii kusikiliza eh, eh, eh, mahitaji yao ni yapi, ama changamoto zao ni zipi, ili media iweze kuzifanya. Akifunga mafunzo hayo, mwenyekiti wa mwenye klabu ya waandishi wa habari mkoa wa Iringa Frank Leonard amewataka wanahabari kuachana na uandishi wa kutegemea upande mmoja na badala yake kujikita katika kuibua hoja muhimu za kijamii. Katika mazingira ambayo tunafanya kazi kwa hofu, woga, na sasa hivi kuna kitu kipya na ambacho waandishi wa habari wengi wanakipenda sana, wanakishadidia sana, uchawa. Waandishi wa habari tumejiingiza kwenye hii kitu inaitwa uchawa, badala ya kufanya kazi ya kuibua changamoto ili mamlaka zinazohusika zizichukue hizo changamoto na kuzifanyia kazi. Kuna mahali ya twendi sawasawa. Na hapa, baadhi ya washiriki walioshiriki mafunzo hayo wanatoa maoni yao. Wito wangu kwa waandishi wa habari uh, tuitendee tuite haki jamii ambayo tunaihudumia, kalamu zetu zitendee haki kwa kuibua yale ambayo yanaihusu jamii, sio yale ambayo yanawahusu viongozi. Manake kwa sasa kumekuwa kuna wimbi la kuandika fulani fulani fulani wenye majina, lakini tumeiacha jamii ambayo ndio inabidi tu tuizungumzie zaidi. Kwa hiyo uh, waandishi turudi nyuma pale ambapo tulijikwaa kwa kurudi kuisaidia jamii iweze kuwa na uchumi. Kwa hiyo, kwa kupitia elimu hii, mimi ninaamini kabisa kwamba waandishi wa habari sasa wamejengewa ule uwezo na kujiamini kwamba wanatakiwa wafanye nini na ili waweze kufanikisha habari kufika kwa watu ziwe zenye uhakika na zenye. Kupitia mafunzo yayo, nina imani kwamba wamejifunza kitu kikubwa, na hata sisi kama raia, kama mwakilishi wa watu wenye ulemavu, nina imani kwamba elimu hii italeta tija sana kwa wanahabari hata jamii kwa ujumla.